Simba juzi imeshinda goli mbili moja dhidi ya timu ngumu Nyikichi. Eh, ulitazama mchezo ulikuwa ni mchezo namna gani kwa upande wako? Ah, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha siku ya leo. Juzi kwenye mpira nilikuwepo japo nilichelewa nikaingia kipindi cha pili, lakini kipindi cha pili choingia nilifaidi kuliko hata niliingia kipindi cha kwanza. Tunaanza kuiona Simba ambayo tulikuwa tunahitaji. Tunaanza kuiona Simba ya ushindani. Tunaanza kuiona Simba ikifunguka. Tunaanza kuiona Simba ikiwa na hamu ya kupata magoli. Tunaanza kuiona Simba ikifungwa, haitetereki, inatafuta jinsi ya kujinasua kwa pale ilipopotea. Ni kama kipindi cha kwa kwanza, mbinu za mwalimu zilifeli, ama wachezaji ambao walianza nao walishindwa kumpa matokeo, ila alifanya substitution kadhaa kipindi cha pili, na timu ikawa inashambulia tu dakika kwa dakika zote. Nadhani kocha alifanikiwa kwa namna gani katika upangaji wa kikosi chake? Kwanza mwandishi, natumaini we ni, ni mpenzi wa mpira ni mchambuzi wa mpira, na no, unajua mpira, hakuna kocha anayefanikiwa kwenye timu kwa mara moja. Sasa hivi ile kocha bado hajapata kikosi cha kwanza, kwa maana hiyo anajaribu kuangalia Juma na Josefu wanawezana, wana, wana Omari na Amiri wanawezana. Kwa hiyo vile anavyovifanya ni kutafuta kikosi cha kwanza. Kwa hiyo anapojaribu mechi wachezaji wa kwanza anakuja kukompea na wachezaji wa pili, anagundua kwamba wachezaji wa pili watakaomsaidia kwa hiyo naomba tumpe nafasi za kuendelea kuwapangilia wachezaji wake. Mwisho azuku ukifika atapata timu tishio na timu iliyo sahihi. Anamwamini mchezaji kama Wilson Nangu na kwanza katika kikosi cha kwanza. Simba ilikuwa imetanguliwa ila Wilson Nangu anafunga goli ambalo linaenda kuisawazishia Simba na kuanza kupambana kutafuta goli la pili. Wilson Nangu kwa upande wake unamtazama ni mchezaji wa namna gani katika kikosi cha Simba? Kwanza ni kijana mdogo. Alafu pili ndio katika kari yake ya mpira ndo ameweza kuchezea timu kubwa, lakini ameonyesha ujasiri, hajasubiri kutetereka. Manake hata kwenye mechi za kimataifa amejaribu kucheza kwa uhakika na kujiamini. Ni mmoja wa vijana ambao tunapenda tuwe nao Tanzania. Lakini mkumbuke hii ni faida ya kuwa na wachezaji wengi wa kigeni wanaofanya wachezaji wetu sasa hivi wanaanza kujitambua. Kwa hiyo atakayejitambua ndiye atakayepata namba, asiyejitambua atakaa benchi. Angalia kama sasa hivi nangu tayari anamweka mtu anamweka forena bench, anakuja Ibrahim nani huyu? Morris Ibrahim, Morris Ibrahim anamweka forena bench, anakuja hivi ni vitu ambavyo vinaonyesha kwamba sasa hivi wachezaji wa kitanzania wameanza kuingia kwenye ushindano na wageni. Nangu ni mchezaji ambaye tunaamini atatufikisha kwenye nchi hadi kwa upande wa timu yetu. Uh, wachezaji wanaanza kikosi cha kwanza na ambao wako bench ambao wanakuja kufanyia substitution wamaonekana viwango kwenda kama kufanana viwango vyote kuwa sawa. Nadhani huu ni ubora wa kikosi cha Simba kwa wakati huu kwamba Simba ina wachezaji ambao wana quality zinazolandana. Simba hakuna kipindi ilikosa wachezaji quality. Simba ilikosa waunganishaji, Simba ilikosa waunganishaji, na sasa hivi Simba imempata muunganishaji kwa maana hiyo. Kumbuka siku za nyuma tulikuwa tunamsema mpaka Mpanzo kwamba Mpanzo anako kwenda sipo lakini sasa amempata mtu sahihi. Unamwona hata Mpanzo sasa hivi anapo alipo. Kumbuka kibu kipindi cha nyuma alikuwa anaonekana tishio, sasa hivi anaanza kupunguza makali yake, kwa sababu anaonyesha kujisahau. hamtakiwi kwenye timu mjisahau. Hivyo basi kama kila mchezaji kwenye timu ya Simba ataacha kujisahau, Simba ijue kuwa na mchezaji mbaya, bali Simba ilikosa waunganishi kwao, muunganishi aliokuwa sasa hivi anayefanya Simba usimfuamu anayetoka wala anaingia. Hatukutegemea kama kuna siku katika hizi siku za karibuni tutamweka huu wa benchi, lakini huu ameambiwa akaa benchi. Utakapo utakapokubali mfumo wangu na tunavyokwenda nao utapata namba. Hicho ndio kitu tunahitaji kwenye Simba, pasiwe na mwenye simba yake, iwe simba yetu. Kwa kikosi ambacho mnacho msimu huu, eh, wana Simba, mnaamini ni kikosi bora. Kwa hiyo kutokea tutarajie msimu huu mkienda kurejesha makombe katika klabu ya Simba. Kwanza kabisa katika vikosi bora vimewe kutokea hapa, hakuna kikosi, hapa kikosi. kulikuwa kuna vikosi bora, bora, bora. Sema kwa hii miaka minne ambayo tumepata kidogo shida ya, ya wachezaji na shida ya kimfungo na shida ya kila kitu, safari tunaonyesha kwamba tumepata wachezaji ambao ni bora ndani ya hii misimu minne, lakini tukisema eti Simba ni timu bora yes, Simba sasa hivi kwamba ni bora kuliko Simba zilizokuwepo hiyo mimi nakataa hapo, siendi na wewe. Palikuwa na simba bora bora bora, tena kwenye miaka hii ya elfu mbili, acha miaka tisini yeah. kwa yeah. misimu minne sasa, pengine ndio simba ambao mlikuwa mnaitafuta hii ambayo ina, ukimwanzisha Jonathan soa benchi, yuko Steven de sehemu Mkwala benchi, yupo Seleman, mwalimu uwezo wa wachezaji ule unaendana. Ndio maana nimesema tuna kikosi sasa hivi kibora, na hichi kikosi kilikuwa kinahitaji muunganiko tu, hakuna kitu kingine kilikuwa kinahitaji kwenye hichi kikosi na muunganiko umepatikana, mambo ya yatakwenda kama yanavyotakiwa kuelekea mashindano ya kimataifa. Sasa simba mmepangwa kwenye kundi lenu mpona Esperance di Tunis, Petro di Luanda na Ismene, tutarajie simba inaenda kuvuka katika kundi hilo kwa jinsi lilivyokaa. Kwanza tuheshimu mpira kwanza tuheshimu mpira, mpira unaongelea dakika tisini kwa kila mechi. Ninamaanisha nini? hatuwezi kusema kwamba simba ndio tume tunakwenda kupita Sportivo Duala wa Angola ni moja ya klabu kubwa, wale wa Tunisia ni moja ya klabu kubwa, ile timu sijui ni ya wapi ya Mali ni moja ya klabu kubwa. Tunakwenda kupambana, tutakachokipata ndicho kitakachokuwa cha kwetu, lakini tukisema kwamba tumeshapangiwa nao basi tutapita tu, hiyo kwa kweli kwa mimi sipo la wewe. Naamini kwamba na, na uheshimu mpira najua kwamba tunakwenda kupambana na timu ambazo nazo zimeingia kwenye makundi kiushindani, azikubebwa. Kwa hiyo tutakachokutana nacho, tutakachovuna ndicho kitakachokuwa cha kwetu katika hatua hizi za hatua ya makundi kuelekea robo fainali. Simba mmekuwa na ujuzi tuseme wa kucheza, kwa sababu mara nyingi mashindano haya hahitaji uwezo sana, inahitaji nahitaji mbinu, mbinu sana za kiwanjani. Simba imekuwa mara nyingi ikifanikiwa katika hilo, tutarajie mbinu zaidi za kwenda kuwafanikisha ninyi kuvuka hatua hii ya makumi. Ndio maana ya mashindano, mashindano lazima utafute mbinu kwa kila wakati na kwa kila timu utakaocheza nayo. Kwa hiyo, wakati sisi tunapanga mbinu zetu, na wao wanapanga mbinu zao. Kwa hiyo, natumaini kuambia mwandishi, itategemea mbinu itakayokuwa bora ndio itakayoingia mchuano, mbinu ambayo itafeli ndio itakayofanywa kusema kwamba tuna mbinu bora kuliko wenzetu, bali tuna mbinu bora kucheza mechi za kinyumbani situ imekuwa sio story, ni vitu ambavyo tunakimudu kucheza mashindano ya kimataifa. Simba ni kitu ambacho ina kimudu, lakini bado Simba wana asili ya kuheshimu timu pinzani. Namnukuu msemaji wetu Mohamed Ali, amesema hakuna timu mchekea katika makundi tulilopangwa, timu zote ni ngumu, timu zote zinahitaji nafasi, timu zote zinahitaji ushindi. Wewe ni mtu wa mpira na umetazama pia kundi la watani wenu Young Africans, amepangwa na timu ngumu ngumu pale. Unaiona Young Africans kwa kikosi hiki kienda kufanikiwa kufuzu katika hatua ya robo fainali? Kwanza mnaomba, naomba nikutoe wasiwasi, Yanga ni timu kubwa. Moja, Simba mwaka juzi tulikuwa kiongozi mbele e, Alihilali na vigogo tuliopangwa nao Kinachohitajika kwa Yanga ni mbinu, mipango na maandalizi. Lakini nikisema eti Yanga tayari amesha feli, mimi nagoma. Au Al Hilal wenyewe hawakupenda kupangwa na Yanga? Au sijui nani wa Wydad estrabati eh? Eh, nah, nah. es, es, hawakupenda kupangwa na Yanga? Wale wali, walia, wa Algeria hawakupendwa kupangwa na Yanga? Kama Yanga si ambayo haikupendwa kupangwa nao, kwa nini zote ni timu kubwa, zote zinahitaji ushindani, zote zina uwezo, zina ushindani, zote zitashindiana zita, mtu atakayeshindwa atashindwa kimbinu, lakini sio kama atashindwa kimpira. Kwa hiyo miwezi kuniambia kwamba nawatoa Yanga kwenye mbio za kuingia kwenye makundi, hicho kitu mimi nakikataa. Wana nafasi, wana uwezo kutokana na mbinu zao watakazokuwa wameziandaa. Ndio maana narudia tena, mpira lazima uheshimike. me, me, maema ya nini maniema ya, ya, ya Kongo imewatoa Kaza Chifu eh? hey, hey, imewatoa wa, wa South Africa, eh? South Africa. Imewatoa South Africa, timu kubwa, klabu kubwa, lakini imefungashwa virago inaangalia kwenye TV. Kwa hiyo kupangwa na timu kubwa sio kufeli. Tena kupangwa na timu kubwa kutaongeza changamoto ya kuwafanya Yanga waongeze bidii, waongeze juhudi kuakikisha wanaruga hichi kipengele. Watu mbalimbali mbali wa michezo, wachambuzi wamejaribu kuidadavua kui Yanga wakisema kwamba Yanga fitness yake iko chini, wachezaji kama kuna, kuna kitu kimeshuka, morali ya timu imeshuka. wewe binafsi unavyoitazama Yanga ni kweli ambacho wanakizungumza? Kwa kweli, Yanga imechoka. kwa kipindi hichi Yanga imechoka. Yanga na wachezaji bora, lakini wachezaji ambao wametumika sana, alafu bado wachezaji walio wasajili hawajafikia ubora wale wachezaji waliokuwepo. Kwa hiyo Yanga inahitaji kustagu kidogo ili kuweza kujirudisha kwenye njia, lakini kinyume na hapo, wakiishi kwa mazoea, yatawakuta yaliyotukuta si misimu minne. Lakini kikosi cha Yanga kimetumika sana sasa hivi. kimechoka Kinahitajiwa ukarabati, na wakati kinahitaji ukarabati, wanatakiwa wakubali lolote litakalowakuta kwenye timu yao, lakini wasipokubali lolote litakalokuta kwenye timu yao, wanaweza kujikuta wanaelekea sehemu ambayo sio. Jana Young Africans ilicheza mchezo wa ligi kuu na kuibuka ushindi wa goli nne kwa moja dhidi ya ya KMC. Eh, nadhani mchezo ule uliutazama, mchezo ulikuwa ni wa namna gani kwa upande wako ulivyouona, na Young Africans ambao wanasema imechoka? Japo walishinda magoli nne, lakini nasema ilikuwa Yanga Mbovu iliyokutana na KMC Chovu. Ilikuwa Yanga Mbovu iliyokutana na KMC Chovu. KMC imekuwa kama haina kocha. Na sijui shida iko wapi kwa KMC na ina kocha mwenye jina kubwa lakini sijui shida iko wapi. Na Yanga haikuwa Yanga ile tunayoifahamu. Unajua, nafikia wakati sasa hivi Yanga yakiingia uwanjani, hata mpinzani anataka mwona ameshinda, asiposhinda namwona kiwango kimeshuka. Sasa kwa niliyoona jana, sijui ndio kiwango kimeshuka, sijui ndio mfumo umeshafikia mwisho, lakini ilicheza Yanga iliyochoka dhidi ya KMC iliyokuwa chovu. Ah, ilicheza Yanga choka dhidi ya KMC ile kwa chovu, kwa michezo ambayo Yanga ameshacheza paka sasa na Simba ambayo ameshaicheza ukilinganisha, ikitokea ikifikia siku ambayo mmekutana nyinyi, unadhani kiuhalisia ki, ki, nani anaenda kuibuka na point tatu siku zote? Ndani ya misimu minne tulipofungwa na Yanga wakaonekana ni halali, ndio walipotufunga goli tano pale, walifunga goli tano ndani ya uwezo wao bila msaada wa aina yote, lakini baada ya goli tano, sehemu kubwa ya Yanga wametufunga wame kwa kutegemea misaada ya wachezeshaji. Simba wamekuwa wakidhulumiwa sana kwenye mechi za Simba na Yanga. Kwa maana hiyo hata Yanga kesho hata Yanga kucheza mbovu jana, Simba kucheza imara juzi, hakubadilishi matokeo ya kwamba basi Simba ikikutana na Yanga ndipo itakapopata ushindi. Itaangalia na watu watakavyoamua kwamba, je ni lini Simba tafunga yanga? Kuanzia viongozi wetu, binafsi, utawala wa soka watakapoamua ni lini Simba tafunga Yanga, ndipo tutakapoifunga Yanga, lakini kama hawakuamua tutaendelea kuteseka. Maana tunafungwa tunafungwa, taguli moja, vingine vya kwetu vyote vinawekwa kapuni, maisha yanasonga. Kwa hiyo uchezaji wa Yanga wa jana na uchezaji wa Simba wa jana sitoi, si nafasi ya kwamba tukikutana nao tuna uwezo wa kuwafunga, ila pakiwa na tukiwa fea uwezo wa kuwafunga ni mkubwa tangu siku za nyuma uelekea msimu huu, e, mashindano yanavyoendelea, ligi kuu pamoja na mashindano ya kimataifa. Zungumza na mashabiki wa Simba na wapenzi wa mpira wote, lolote ambao litamani kuzungumza nao, wapenzi wa Simba, nataka niwaambie, ligi ya mwaka huu ni ngumu. Natumaini juzi wameona ushindani wa nani wa JKT Tanzania na Simba. Ligi ya mwaka huu ni ngumu, na ugumu umepatikana baada ya kupungua kwa zile herufi tatu zilizokuwa zinakaa kwenye ubavu wa, wa vilabu vya watu baada ya kufungwa, zile herufi tatu zilizokuwa zinakaa kwenye ubavu wa, wa vilabu vya watu. Ligi imeonyesha kwamba inakwenda kwenye ushindani. Wapenzi wa Simba, mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba, tujipange, tujiandae kwa ajili ya kuishabikia timu yetu, tujitoe kwa hali na mali na upendo. Wanaosafiri na timu kwa ajili ya kwenda kuishabikia waongeze juhudi za safari na kuiunga mkono. Wanayesubiri Simba ikicheza ikicheza pa Dar es Salaam, waje kwa wingi kwa ajili ya kuishangilia.